gani, mwananchi na mtazamaji pendwa kabisa wa Singida RS TV. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi chetu maalum kabisa, Taelimika Nuru ya Singida. Lengo kuu la kipindi cha siku ya leo sio kingine bali ni kwenda kuelimika kupitia mambo mbalimbali ambayo tutakwenda kuyaweka mezani kwa ajili ya wewe mwananchi kwenda kupata mafunzo utakapokwenda kuuliza maswali mbalimbali mbali ambayo yanahusu mada husika mezani. Katika siku ya leo tumekuletea elimu kuhusu umiliki wa ardhi, ambapo katika siku ya leo tutakuwa na mgeni kutoka katika ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Singida, ambaye ni afisa ardhi, kwa majina anaitwa Benedict Mombek. Karibu sana sana, kiongozi. Naam, tukianzia je, yeah, umiliki wa ardhi ili mtu aweze kumiliki ardhi kihalali, unafikiri ni hatua zipi au ni taratibu gani ambapo anatakiwa azifuate? taratibu ambazo anapaswa kuzifata mmiliki wa ardhi kumiliki ardhi kihalali. Kwanza labda tuseme nini maana ya kumiliki ardhi kihalali. Kumiliki ardhi kihalali ni ku kumiliki ardhi kwa mjibu wa sheria hiyo ndio kumiliki ardhi ya halali. Kwa hiyo taratibu anazopaswa kufata, kwanza anapaswa awe na kiwanja kilichopimwa ambacho kiko ndani ya matumizi mbalimbali au mbali, ya matumizi yanayohusika katika kkua. Kiwanja kikiwa kimepimwa, kimepimwa basi mwananchi au mtu yoyote anayepaswa kumiliki ardhi anapaswa kufika kwenye mamlaka husika za upangaji, kwa maana ya halmashauri ambapo kiwanja hicho kipo, akiwa na vielelezo mbalimbali vinavyoonyesha kwamba hiyo ardhi ni ya kwake, yaani kwa maana nyingine chanzo cha, cha, cha ardhi kwenda kwa ajili ya kupeleka kwa ajili ya kwenda kupewa taratibu za kuweza kumiliki hiyo ardhi moja ya taratibu anazopaswa kuanza kupewa ni kuakisha na kuwa kiwanja kile kinakuwa na kina ramani ya upimaji, lakini pili ajue kiwanja hicho kiko katika maeneo gani na kina matumizi gani. Akisha akiwasilisha kwa afisa kwenye mamlaka ya upangaji husika, basi watamwandalia nyaraka zinazostahili kuwa nazo, kwa maana kwamba watamwandalia kontrol namba ili aweze kulipia kwa ajili ya kupata umiliki huo wa ardhi ya kiarari . Labda pengine ni vitu gani anapaswa wenavyo ili kuweza kumiliki ardhi? hapa kwetu nchini Tanzania tunajua kwamba ardhi ni mali ya umma na sisi ni wapangaji tu. Kwa hiyo tunawamilikisha waamini wa, wa, wenyeji kwa maana raia wa Tanzania na sio wageni. Hivyo anapaswa kuwa na, na kara ya nida ambayo inamtambulisha kuwa yeye ni raia, lakini pili awe na barua kutoka kwenye ofisi ya mwenyekiti kule kiwanja kilipo, kwa sababu wanajua kwamba watu wake hawa wanapatikana katika maeneo hayo kama sehemu ya utambulisho, ili tuweze kujua tunaemirikisha ardhi ni mtu wa namna gani. Lakini kitu kingine, atakapokuwa amekwenda ame, ame, ame kuhakikisha kuwa hijo, na vyambatanisho hivyo, maanaake anabidi awe na picha eh, passport size kulingana na viwanja alivyo navyo, lakini kila kila kila kiwanja kinabeba picha zisizopungua sita. Kwa hiyo akiwa na vitu hivyo vyote ndo anaweza kufika katika mamlaka husika wakamwandalia fomu ya maombi ambayo inaitwa fomu ya ardhi namba kumi na tisa ambayo itakuwa inaeleza dhamira eh, yake ni nini, mwombaji, umri na jinsi na kila kitu, pamoja na anuani zake, namba za simu, email hiyo, ili kuweza kusaidia kujua kwamba tunayemmirikisha tunaenda kumpata wapi. Akishamaliza kutoa kuhu, hiyo fomu, atapewa fomu ya uthibitisho wa malipo. Akishapewa nanii hiyo kontonamba hata tujazia fomu ya, ya uthibitisho wa malipo ambayo nayo pia itachukua picha tatu ndio maana kusema kwamba zisizopungua picha sita kwa kiwanja kimoja. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo akishakamilisha taratibu hizo na akalipia, hapo ndipo tunaposema hatua za kumiliki ardhi kiarari zimeanza. Vipi kuhusiana na swala la hati ya kiwanja au hati ya ardhi? Hati ni matokeo baada ya kuwa mhusika um, amekuwa na na kiwanja kama tulivyosema kwamba kiwanja kikiwa kimepimwa. Hati ni matokeo ambayo ndio ya mwisho, kwa sababu kila kipande cha ardhi kinachopimwa matokeo yake ni kuwa na hati ya kiwanja. Hiyo ndio inayomtambulisha kwamba sasa kiwanja namba X kinamilikiwa na m Mr. au Mrs. Y. Je, kuna tofauti gani kati ya kumiliki ardhi ya kijiji na ardhi ya miji na tofauti hiyo ina maana gani kwa mwananchi? tunapoongelea ardhi ya kijiji na ardhi ya mji. Kwanza tujue kwamba katika ardhi yetu ya Tanzania kuna aina za ardhi. Moja ni ardhi ya kijiji, lakini pili ardhi ya jumla ambayo ndio hiyo wengi wanaitambua kama ardhi ya mji, na tatu kuna ardhi ya hifadhi. Uh, na kila ardhi inayotajwa hapa ina mamlaka yake inayoisimamia na sheria zake zinazoisimamia sheria kwa kwa, kwa ardhi ya jumla ambayo wengi wanaitambua kama ardhi ya mji inasimamiwa na kamishina wa ardhi, ambayo ndo hiyo tunayosema ardhi ya mjini ambayo iko chini ya sheria namba 4 ya mwaka 99, lakini sheria ya kijiji amini, ardhi ya kijiji inasimamiwa na serikali ya kijiji chini ya sheria namba 5 ya mwaka 99, na yenyewe na mamlaka yake huko. Kwa hiyo Kamishna anakuwa ni mwangalizi na msimamizi wa yote, lakini mwenye mamlaka kuweza kutumia ardhi ya kijiji ni serikali ya kijiji, ndio inayosimamia ardhi hiyo. Ukija kwenye ardhi ya hifadhi, ndio hiyo inayosimamiwa na mamlaka husika kwa mfano E, utakuta kuna hifadhi ya barabara inasimamiwa na mamlaka inayohusika na sheria inayohusika. Kuna hifadhi e, labda tuseme Ngorongoro, ile ardhi iko chini ya mamlaka husika. Kwa hiyo hizi ardhi tunazitofautisha hivyo. Kwa hiyo ukija kwenye swali lako la msingi sasa, kwamba kuna tofauti gani, maana yake ardhi ya kijiji inamilikiwa kutoka kijijini na inaandaliwa chini ya hati miliki ya kimila. Ukija mjini tunakuwa na hati ambayo ina miaka, kwa maana ina muda wake. Kuna miaka 33 kuna miaka 66 na kuna miaka 99. Hiyo ndio tofauti kubwa inayotufanya kuitofautisha hii ardhi kwamba akienda kijijini anapata hati miriki ya kimira ambayo haina muda, time limiti hakuna, lakini ukija huku ardhi ya mjini ina muda maalum ambao ukiisha unaweza unahuisha. Kwa hiyo tofauti ni kubwa, kwamba tofauti iliyopo ni kwamba sheria zinazosimamia hizi ardhi mbili ni tofauti na mamlaka zinazosimamia ni tofauti. Katika maeneo mengi hapa nchini kwetu umekuwa na migogoro mingi sana ya ardhi, ambayo imepelekea kuwa na purukushani nyingi sana katika jamii yetu. Kwa hiyo, unafikiri ni hatua zipi ambazo wananchi au kwa uzoefu wako wananchi ni kitu gani ambacho au ni hatua ipi ambayo wamekuwa wanaikwepa sana inayosababisha baadaye kunakuwa na migogoro mingi sana ya ardhi? Ah, migogoro ipo, japo kuna changamoto kwa baadhi ya wa watu. Kuna kitu kinaitwa malalamiko na mgogoro. Wengi wamekuwa wakitafsiri malalamiko kuwa migogoro. Mgogoro unatokana pale ambapo tunakuja kuona kwamba kuna changamoto aidha ya ya kimatumizi, unakuta kuna mgogoro kati ya mkulima na mfugaji, kuna mgogoro kati ya mfanyabiashara na mtu wa kawaida, kuna mgogoro yaani, kwa maana kwamba kuna zile ambazo zimesababishwa na, na, na, na ofisi kwa maana ya watumishi wasiokuwa wasiokuwa wadrifu wa kwa maana ya b. Hiyo inaweza ikawa ni migogoro, lakini kuna malalamiko ambayo watu wanakuja analalamika kwamba mimi nimeingiliwa kwenye mpaka wangu, lakini ukiangalia hakuna mgogoro kwa sababu gani? ramani ipo eh, ramani ipo inayotenganisha inayoonyesha mipaka ya kiwanja kimoja na kingine ya, lakini kwa sababu tu ya ukaidi mtu anataka kujiongezea eneo taka kujiongezea eneo anasema mii nilikuwa naishia kule, lakini huku hali uh, akijua kabisa kwamba mpaka wake haufiki kule, kwa hiyo kwa namna hiyo tukikuta hayo yanakuwa ni malalamiko. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kuyatatua kulingana na zile ramani, lakini mara nyingi imekuwa ikisababishwa na miingiliano eh, masilahi, ubinafsi. Hivi ndivyo vitu vinavyopelekea kuona kwamba kuna mgogoro kati ya mwananchi na mwananchi, kati ya kijiji na kijiji, kati ya mamlaka moja na mamlaka nyingine. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kuheshimu ile mipaka iliyowekwa ni kuheshimu zile nyaraka zilizopo zinazotuambia kwa mfano, tachukulia mfano baadhi ya vijiji jie ninatuambia, mpaka unapita hapa, lakini unakuta wananchi wanasema hapana, sisi tulikuwa tunapita kule. Tusipoheshimu ile mipaka, tusipoheshimu zile nyaraka zioanzisha mamlaka zile, basi ovya zitakuta kuna mgogoro. Lakini pia wakati mwingine ni kwa sababu tu eh, ya, ku, ya, ku, ya kutaka kujipatia, kwa sababu ardhi ni mali, mtu anatamani kuwa na ardhi kubwa. Mwingine hana taarifa, halafu mwingine anakuja kwenye ishi ya mirathi. Lakini unakuta hayo yote ndio yanayopelekea kuita kwamba kuna mgogoro kati ya fulani na fulani lakini tukiwa na, na, na tamaduni ya kuheshimu mpaka iliyowekwa basi, naamini migogoro haiwezi kuwepo. Lakini kwa sasa nafikiri tunapaswa kuwapa elimu watu watofautishe kati ya mgogoro na malalamiko, maanake imekuwa ikisemekana kwamba kuna migogoro mingi. Lakini kwa, kwa mfano sisi tulioko kwenye tasnia hii ya, ya usimamizi wa ardhi, mara nyingi tunaona kwamba kinachopaswa kuitwa mgogoro si mgogoro, bali ni na, mtazamaji wa Singida RS TV kipindi hewani ni Elimika Nuru ya Singida. Siku ya leo tumekuletea elimu kuhusu umiliki wa ardhi hususan, katika maeneo yetu mbalimbali, kumekuwa na migogoro mbalimbali mbali ya ardhi. Nini kifanyike? Tumekuletea mtaalam afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi kutoka mkoa wa Singida ambapo anakwenda kutoa elimu kuhusu umiliki wa ardhi katika manunuzi katika umiliki, kabla na baada ya kununua na kadhalika. Hivyo endelea kuungana nasi, kuna mambo mengi mazuri tumeandaa kwa ajili yako.